Ah, tunawakaribisha tena kwenye chaneli yetu ya KingoFarm. Leo nimewaletea namna nyingine ambayo unaweza ikakusaidia kutibu ugonjwa wa kideri, lakini vile vile kama unataka kuukinga ugonjwa huu wa kideri kwa kutumia kitunguu maji asali na aloe vera. Uh, mara nyingi tumezoea kuona ule mchanganyo ambao unatumia majivu, pilipili pili na aloe vera, lakini leo hii nitakubadilishia mchanganyo, nitakupa mchanganyo mwingine pia ambao unafanya rama za kununua vitu mbalimbali. Kwa hiyo utaangalia ni kipi unaweza kukifanya, utakifanya. Zote zinafanya vizuri. Ah, hii ya leo ndo tunaenda kuangalia ya kutumia kitunguu maji aloe vera pamoja na asali. Hii hapa inaweza ikakusaidia kwenye kukinga. Aa, kwa wale wadau wa tiba za asili, kwa wale ambao hatupendi kutumia chanjo za dukani au dawa za dukani, basi hii pia inatufaa sana kwa kuku. Kuku wanapata sana kideri, kwa hiyo huwa tunajitahidi angalau kila wiki tunaandaa siku mbili tu tunawapa chanjo ya kideri, ili tusije kupata hii changamoto ya kideri, kwa sababu hii changamoto ya kideri ikiingia shambani huwa inasumbua sana. Kuku wengi huwa wanapata kwa wakati mmoja, yani unakuta kuku mmoja amepata kideri, lakini baada ya muda mchache tu unakuta kuku wote tayari wana kideri. Ndio maana huwa tunachukua hizi jitihada mapema kabisa za kuanza kuwakinga. Kwa hiyo sisi kila wiki tunawakinga na kideri, kwa sababu hii ni mienzi ambayo huwa ni hatari sana kwa kuku kwenye huu ugonjwa wa kideri. Aa, kwa hiyo hata wewe mdau unaweza ukawa una, unafanya hii kazi kwa miezi ambayo unaona ni hatari kwa kideri, basi kila wiki tenga siku zako mbili tu, wakinge na kideri. Lakini kwa miezi ambayo huwa sio hatari sana kwa huu ugonjwa wa kideri, unaweza ukawa unawapa hii chanjo ya asili ya kideri kila baada ya wiki mbili au kila baada ya mwezi mmoja, na ukafanikiwa vizuri kabisa ha. Sasa hii aloe vera kitunguu maji na asali ni mchanganyiko ambao una kiwango kikubwa sana cha antivirus unapata, yani kuna zile kemikali ambazo zina uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa ya virusi, inakuwa ina uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa yoyote yale ya virusi, sio tu kideri, japo kwa kideri ndio huwa inafanya vizuri zaidi, ndio maana huu mchanganyo tumeuweka maalum kwa kideri. Aa, sasa hapa utaandaa aloe vera yako majani mawili kama ulivyoona hapo, utaandaa utakuwa na aloe vera yako majani mawili pia utaandaa vitunguu maji viwili vya size kama ambayo umeiona hapo kwenye video, lakini vilevile utakuwa una asali vijiko vitano vya chakula. Utaandaa asali yako vijiko vitano vya chakula. Huu uh, mchanganyo utaenda ku blend utaenda kuta blend vizuri kabisa. Unaanza kuweka maji labda kikombe kimoja kwa ajili ya kublendia. Ukisha blend ukisha u blend ule mchanganyo vizuri kabisa vizuri kabisa, maji sasa. Hapa kuna vitu viwili baada ya ku blend mchanganyo, kama unataka wewe kutibu ugonjwa wa kideri kuku wako tayari wana kideri, utachukua huo mchanganyo wote ambao umeublend sasa utauweka kwenye maji lita mbili tu huu mchanganyo ambao umeublendi wa huyu vitunguu maji viwili, alovela mbili, pamoja na asali vijiko vitano, utauweka kwenye maji lita mbili. Halafu kama kuna kuku ambao tayari wana ile homa sana ya kideli, hata kula hawawezi, utatafuta bomba lako la sindano utawanywesha. Hapa hapatakuwa na ulazima sana wa kuanza kuwanywesha uji kama ambavyo tumeelekeza kwenye makala nyingine. Kwa kuku anayeumwa sana, unatakiwa uanze kumpa uji ili apate nguvu, lakini hapa kwenye huu mchanganyo hakutakuwa na ulazima sana wa kuanza kumpa uji kwa sababu tayari humu kuna asali na asali asali huwa inawapa nguvu kuku kama tunavyojua asali ni glucose. Kwa hiyo inakuwa inawaongezea, ina, ina nguvu kuku, lakini kama una uwezo wa kuwapa uji vile vile utawaandalia uji wako wa sembe au wa dona, utaanza na kuwanywesha uji kwa wale ambao wako serious sana hata kula hawawezi. Baada ya kuwapa ule uji utawapa hii dawa, lakini hii dawa vile vile pia inajitosheleza, unaweza ukaanza nayo. Kwa hiyo hapa utaandaa bomba lako la sindano, utakuwa unawapa kama ni kuku wadogo sana wape milizi tano. Ila kama ni kuku wakubwa unaweza kuwapa mpaka mili kumi. Ukawanyosha asubuhi, ukawanyosha mchana na ukawanyosha jioni, kwa wale ambao wako serious sana na ugonjwa na unataka kuwatibia. Ukishawanyosha zile mili tano au mili kumi kwa hawa kuku, utawaachia ile maji waendelee kusogea wenyewe, wanakunywa taratibu, lakini na wewe hakikisha unawanyosha asubuhi, mchana na jioni, ili kuhakikisha kuwa kila kuku amepata ile dawa. Utafanya hivyo kwa siku tatu. Baada ya kuwanyosha, waachie ile dawa waendelee kunywa. Kama watakuwa wamemaliza mapema, basi utawaacha ya maji ambayo yanakuwa yana vitamin. Unaweza kuapa vitamini ya dukani au kutengeneza hizi vitamini za asili. Japokuwa hata hii ni vitamini, lakini kwa hapa unaweza kutengeneza vitamini ya asili ile ya kitunguu saumu, tangawizi, pilipili, ukaongeza na carrot au na tango. Ukatengeneza vitamini ya namna hiyo ukawa unawapa wakawa wanakunywa, au kama unayo ya dukani ukawapa ya dukani kwa muda ambao watakuwa labda wameshakunywa yale maji wamemaliza. Lakini hakikisha na wewe na lile bomba la sindano unawanyosha asubuhi, mchana na jioni ili kuhakikisha kila kuku amekunywa kwa muda wa siku tatu. Maji yanayokuwa yamebaki unawachia wanaendelea kunywa. Hapa sasa ni kwa wale kuku ambao tayari wanaiki kideri na unawatibia sasa. Tukija kwa wale kuku ambao ndo unakuwa unawakinga, yani unataka uwakinge na kideri, kama ambao tunafanya sisi, kila baada ya wiki mbili tunawakinga basi, kila baada ya wiki au wiki mbili tunawakinga basi, hapo utakachokuwa unakifanya wewe ah, huu mchanganyo wote ukisha ublendi una, una ublendi vizuri, huu mchanganyo unauweka kwenye maji lita kumi Kwenye kila lita kumi ya maji utakuwa unauweka huu mchanganyo. Unafanya hivi kwa siku tatu labda Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Kwenye kila maji yao yanakuwa yana huu mchanganyo. Hapo utakuwa umeweza kuwakinga na hayo magonjwa ya virusi. Utakuwa unafanya hivyo kwa siku mbili au siku tatu, nategemea na matilio kama unayapata kama una uwezo wa kuyapata, fanya siku tatu. Kama inakuwa ni adimu kidogo kuliko usifanye kabisa, basi fanya kwa siku mbili, nayo itawasaidia kuweza kuwakinga na huu ugonjwa. Ni muhimu sana kuutumia huu mchanganyo, lakini vile vile huu mchanganyo pia hukingi kideri tu, unakinga magonjwa mbalimbali, hata gomboro huu mchanganyo unakinga. Kama nilivyowaambia, huu mchanganyo wenyewe una vile anti, anti, anti, virus, una, una kiwango kikubwa sana cha antivirus, una uwezo, una vile vikemikali, una, una ambazo tuna uwezo kupambana na virusi. Kwa hiyo hata unakuta kideri ina kinga gomboro lakini vile vile ndui, ni kinga pia ya ndui. Aa, na magonjwa mengine kama haya magonjwa ya miharo pia huwa yanakingwa, yana na ugonjwa sio antivirus tu, pia ina antibacterial ambao wana uwezo wa kupambana na bakteria. Lakini vile vile huu mchanganyo una boost kuku na kuongeza uzalishaji kama ambavyo tumesoma kwenye makala mbalimbali, aloe vera si kitunguu maji na asali vyote vina kazi kubwa sana kwenye mwili wa kuku. Aa, sasa Ukitaka kujua hizi tiba nyingi zaidi kinga, unaweza ukanunua kitabu chetu cha tiba za asili za kuku. Tuna kitabu kizuri ambacho kinakupa mwongozo wa kuatibia kuku, kina tiba zote za asili za kuku, vile vile kina kinga za asili za kuku na booster za asili za kuku, pamoja na vitamin za asili za kuku. Kuna mimea, matumizi yake, namna ya kuandaa na namna ya kuwapa kuku wako. Kama hutaki kabisa kununua dawa za dukani, basi unaweza ukanunua hiki kitabu kikawa kinakusaidia wewe kutafuta mimea mbalimbali mbali na kuweza kuwatibia kuku wako au kuwakinga au kuwaboost kuku wako. Hiki kitabu kinauzwa elfu kumi tu, lakini kitakupunguzia gharama kubwa sana ya kununua dawa za sana kwenye kutengeneza chakula, kwenye kutengeneza madawa, kwenye kumuongoza wa kuwafuga vifaranga mpaka wanakuwa kuku wakubwa kama ni kienyeji, ni broiler, ni chotara. Kuna miongozo ambayo inakuelekeza kabisa ufanye kitu gani ili usipatwe na changamoto za magonjwa pamoja na udumavu wa kuku, na vitabu hivi vitakufanya ufurahie sana kufuga kwa sababu kila kitu utakuwa unakijua. Ukiwa na hivi vitabu hautakuwa na swali tena. Aa, kila kitabu ni shilingi 10,000 kama tulivyokuambia, ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya pia tuna kundi la mafunzo ambalo ada yake ni shilingi elfu nane tu kwa muda wa miezi miwili.